bwana Emmanuel Chimbi nikasema hivi, nyi mnakumbuka kwamba pale Ostabei polisi, kwa sababu nazungumzia polisi, pale Ostabei polisi, ule uwanja unaoanzia pale Namanga unakuja mpaka Moroko, unafahamu ule uwanja, ulikuwa unabinafsishwa kipindi fulani kwa bwana yule, kwa bwana yule aliyonisema nami nikamsema, kwa bwana yule, mse, na kampuni zake walikuwa wanachukua pale wanageuza pale